Mmoja alikuwa hapa kanisani, alishuhudia. Baada ya kumwombea, ikabidi atoe siri. Alikuwa mchawi, akasema, kazi yetu kubwa tulikuwa tukiifanya ya kichawi, tulikuwa tunaenda kwenye nyumba za watu ambao hawajaokoka, tunageuza maji yao ya kunywa kuwa usaha. Kwa hiyo watu ambao hawajaokoka walikuwa wanageuziwa ya kunye, ya wa maji yao ya kunywa yanakuwa usaa. Kwa hiyo mtu anaona anakunywa maji kumbe anakunywa usaa. Anasema tukiingia kwenye nyumba za watu waliookoka, kuna ulinzi tunashindwa, ila kwa watu ambao hawajaokoka tunageuza maji yanakuwa usaa, tunageuza unga un yanakuwa ni kinyesi. Kwa hiyo wanageuza vitu mule ndani vyakula, vyakula vyo wanavigeuza geuza. Kwa hiyo Shetani ana uwezo wa kugeuza kitu akakitoa kwenye uhalisia wake. Ukikiangalia kwa macho ya damu na nyama, wewe unaona kabisa kwamba hili ni tofali, lakini katika ulimwengu alo sio tofali. Unakuja kulijengea baada ya muda unakuja sema huu ah, mchanga bwana, walijengea wa, wa, wa, walitumia mchanga wenye chumvi kufyatulia haya matofali. Unaona sasa kuta zinapukutika, kumbe waligeuza yale matofali. Kwa hiyo shetani anatumia mbinu ya kugeuza vifaa vya ujenzi. Ndio maana unashangaa umejenga nyumba kwa gharama kubwa na kwa ubora mkubwa, baada ya miaka mitatu minne, nyumba inapasuka pasuka, inakatika katika. Unajiuliza, shida hii imetoka wapi? Mbona tulitumia tulitumia vifaa imara? Kumbe waligeuza vile vifaa, ndio kama ambavyo wamepanga kwamba wageuze vifaa hivi ili viwe vifaa vyenye uharibifu.